Juzi maeneo ya Katangi kitu Gidi. Katangi mimi nimetokea Katangi. Yes, kulikuwa na harusi fulani. mm. Sasa katika ile harusi mm. unajua wakati wa kukata keki huo mm. ndio wa wakati ambao wa watu wanangojea sana. mm -hmm. Sasa yule <laughs> yule mwanadada uh -huh. ambaye huwa anakatisha keki, unajua alikuwa, alikuwa, alikuwa anajulikana kama cake matron. Mm. Sasa alipokuwa anataka kukata keki mm -hmm. bwana harusi naye amemaka anamwangalia mm. maana alikuwa mm. mrembo ajabu. mm. sasa biarusi akashangaa. mm. Unaangaliaje cake matron namna hiyo? mm. Unajua biarusi naye kumbe ni mtu ambaye ako na black belt ya karate. mm. Wajua alipiga ile keki kwanza teke. mm. Akashangaa, huu bwanangu nini anatamani ana, ana, matron cake matron. mm. Alafu akaanza kumpiga bwana. Mm -hmm. Jamaa wakashangaa. Unajua sasa jamaa akasema watu wakashangaa mm. Sasa bwana harusi anapigwa na hawezi kujitetea, anauliza aumenekonaneva mweva mm. Yani, napigwa na nyinyi mwaniangalia tu au mwenzangu bana mm. Sasa na jamaa wakashangaa pia, wao wakamaka waka wakasemakana namomakonan, yani wachana na hao watu, wapigane tuangalie tu mm. Sasa harusi ilisambaratika pale pale mm. Jamaa wakashangaa harusi iliisha, maanake kikishapigwa teke ikaisha, jamaa akapigwa Jama, watu wakasitawanyika harusi mm. iliishia pale pale bana Katangi Kitui. Kwa hivyo, yani ni true story. Ni true story gini ilifanyika juzi. Bwana arusi anaangalia matron vibaya ana, anamwangalia kama anamtamani ah. Sasa bibi akakasirika akapiga keki teke, akapiga bwana arusi, harusi ikamalizika pale. Kwa hivyo, wow. Jamani, jamani, kama unafanya ndoa mm. Wewe concentrate na your wife mm. to be wachana na mambo ya watu wengine, maanake hiyo kitu lakini, lakini si keki ndio ikatwa, inakatwa ya mwisho. E, ni mara ya mwisho. Kwa hivyo watu walikuwa shakula. Watu washakula kama watu walishakula hakuna neno kwa eh? sababu arusi eh, <laughs> watu... Kula. Ni kula. Hey, hey, kama ina watu... uh -uh. muhimu kama watu walishakula na ikasharatika <laughs> <na arusi laughs> basi, huna shida. Umenikumbusha jambo moja, Tanzania hey. Alisema, mimi natoa onyo hey. kwa harusi yangu, hautakula mara mbili ukikula mara ya <lali semaibu. laughs> kwanza unanyolewa unanyolewa kipara